Papa Francis atazikwa chini ya siku sita kuanzia leo katika kanisa la St. Mary Major Basilica, tofauti na desturi ya mapapa wengine waliozikwa katika kanisa la St Peter's Basilica. Papa Francis ataombolezwa kwa jumla ya siku tisa huku Makadinali 135 walio chini ya miaka 80 wakitarajiwa kupiga kura ya kumchagua papa mpya siku 15 au 20 baada ya kifo hicho kutangazwa. Seth Olale ana taarifa zaidi wa kanisa la Katoliki akifariki, kuna misururu ya ibada na desturi ambazo zinajumuishwa kuashiria mwisho wa uongozi wa papa huyo na mwanzo wa uongozi wa atakayechukua usukani. <tune> Kwanza, mkuu wa makasisi katika kanisa la Katoliki la St Peter's Basilica ajulikanaye kama Kamalengo ambaye kwa sasa ni Kardinali Kevin Farrell huhakikisha na hatimaye kutangaza rasmi kifo cha papa. <tune> kisha jina la kubatizwa la papa aliyefariki huitwa mara tatu na mkuu huyo wa makasisi. Baada ya hiyo, cheti rasmi cha kifo hutolewa na kuwasilishwa katika makao makuu ya uongozi wa kanisa Katoliki <muchis> kisha kiti cha papa hutangazwa kwa kuwa wazi kupitia hafla maalum itwayo kwa Kilatini, sede vacante Pete ya papa marehemu huvuliwa na kuharibiwa ili kuzuia ugushaji. Siku tisa ya maombolezi hutangazwa rasmi, huku mwili wake ukiwasilishwa kwenye kanisa la St Peter's Basilica kwa mtazamo wa raia. Mazishi ya marehemu papa hufanyika kati ya siku 4 ama 6, kisha jumla ya makadinali 135 hukusanyika katika ukumbi maalum wa Sistine Chapel jijini Vatican kati ya siku 15 ama 20 papa kufariki ili kupiga kura ya kumteua papa mpya. Makadinali hao 53 ni kutoka bara Uropa ishirini na tatu bara Asia ishirini Marekani kaskazini 18 kutoka bara Afrika 17 kutoka Marekani kusini na wanne kutoka eneo la Oshenia. Watatengwa wakati wa shughuli ya uchaguzi, na hawaruhusiwi kuwa na kifaa chochote cha mawasiliano katika chumba maalum cha Sistin Chapel jijini Vatican. Shughuli ya uchaguzi ni kupitia kura ya siri, huku atakayechaguliwa kuwa papa mpya lazima apate thuluthi mbili ya kura. Kura hupigwa jumla mara nne kila siku, mara mbili asubuhi na mara mbili alasiri. Baada ya kila raundi ya kura, moshi mweusi huashiria kwamba hawajafikiana. Moshi mweupe huashiria kwamba papa mpya amechaguliwa na theluthi mbili ya makadinali walioshiriki uchaguzi. Hatimaye, tangazo maalum la papa mpya huwasilishwa mbele ya umati wa waumini katika eneo la St. Peter's Square. Annuncio vobis, gaudium magnum, habemus papam. Papa mpya ukubali wito wa kuongoza kanisa la Katoliki ulimwenguni na kuchagua jina lake rasmi la uongozi. Mwishowe, Papa mpya hujitokeza kwenye roshani ya St. Peter's Basilica kwa mara ya kwanza kutoa baraka zake rasmi kama papa. Seth Olale, Runinga ya Citizen.